Mke wako njoo tukusaidie sisi, maana mnakuwa mna msongo kwa sababu mm, ile kitu ni dawa, ile ni dawa. Ukishaipata kidogo akili inachangamka. Kwa sasa mwenzi wako kikunyima nini, anakufundisha kwa hiyo. Msife na tai shingoni, shingoni, kwa kuogopa kwamba kwa kwa nikienda dawati siu nitafanywa nini siu nitafanya nini. No, una changamoto katika familia, karibu dawati. Lakini pia na nyinyi wa baba ni waombe muache kutelekeza familia Pambana na hali, kuhudumia familia yako, mtunze mke wako, watunze na watoto wako, ili upate baraka. Bila kutunza watoto huwezi kubarikiwa, bila kutunza mke wako huwezi kubarikiwa. Mpende mke wako ili naye akupende, mjali ili naye akujali na kukuthamini. Pendeni kukaa na kutenga muda na kuzungumza kama familia, uongee baba na mama pamoja na watoto ili muweze kufurahia maisha yenu. Mnapokuwa mnagombana, mwisho wa siku mmesukumana, bahati mbaya umeanguka mwenzako ameangukia sehemu mbaya, kapoteza maisha. Lakini wewe huwezi kuishi kwa amani tena. Mwisho wa siku, unakimbia kijiweni uji tena, unajificha kama ndege. Ni kitu kidogo tu, hasira akusababisha ukagombana na Juma, kisa ushabiki wa mpira. Umemsukuma, kaanguka, ameangukia bahati mbaya, mfumo wa fahamu umebojena, na kumbe siku yake aliandikiwa, lakini mwisho wa siku anakuwa ameondoka. Basi ni bora ukakaa kimya, ukanyamaza kama kuna marumbano pepo ukapita mbaya, mshukuru Mwenyezi Mungu. kila mmoja kwa imani yake, Uislamu kwa imani yake, kwa amgisu kwa imani yake. Asanteni sana, karibuni na watu wa jinsia na watoto. Una changamoto, usisite kuja dawati. Asante sana, asante sana, na mzunguko kwa uzuri hapo kwenye kupigwa baba. Yeah. eh, wengi sisi changamoto hiyo inapitia um. eh, wanapigwa lakini kusema hawasemi kuja kusema, yeah. Yani, kama mwanaume inatokea hivyo alafu mimi kama mimi kwanza, kitendo cha kunifikia mimi na kunieleza mtu wake, naweza nikasema wewe ni jasiri, kwa sababu wanaume wengi sio majasiri waknaawajinsia na watoto wanaona kama wenyewe wamezalilishwa wanaona kama mimi mwanaume. Lakini sasa mimi, umekuja kwangu na changamoto, nitakusikiliza na nitakufanyia kazi changamoto yangu. Nimesema na watu ni simu, kwa hiyo utakaa kuzungumza, mimi na wewe, nitakusikiliza, mimi na wewe, na hata ilani yangu. Kwa hiyo simu ulio nayo, nitaibeba, yani ninabeba majukumu yako kama ambapo wewe aliujuza, basi vile vile sita eli ukija kwa kwangu soma kamba ni uone aibu sasa. Umeelezea mimi, yaani hakikisha uko sehemu salama, na ndio maana nikasema dawati la jinsia ni kitengo ndani ya jeshi la polisi. Kwa hiyo ukija dawati, ndio ndio sehemu sahihi na sehemu salama, na sisi tumesema tuna usiri. Askari yaneo live dawati la jinsia ana mafunzo maalum, nikisema maalum na nafii, unaelewa. Na hata ikifikia kuja ile dawati la jinsia pale mjini pale kuna vituo hivyo vitatu, kuna Central, lakini kati yake kuna hata jinsia primary, kuna attract. Ukija pale hakuna mtu atakaye kama yeye na watu wote, kitu gani pekee? nimekuja kujisalimia kisa jinsi moja, lakini mimi ndo najua una kitu gani ambacho unataka katika nafsi yako. Nitakusikiliza, na baada ya pale mimi nitafanyia kazi, mimi nitalibeba kama la kwangu. Kwa hiyo usiogope, hata kama hauna nauli ile ya kuja na ule kurudi, wala usijali. Karibu, asante.